Switipas atamwekea Ezra kipaka cheza inamkuta shoki sakala kapum, sakala kapum! Moja sifuri. James Samuel, Samueli Abaso Giamas, kwenye nafasi ya kwanza akaupanji sekand bol, hakuna mtu walinzi zaidi ya wanne mbele ya lango, dukiogaabuya, dukioga Abuya, Abuya anakwenda kuiweka katika neti na kutenganisha ama kutofautisha. Sema namna alivyokwenda Makis Ibrahim Imoro Jonathan anapoteza aucho nzengeli renafasi nafasi, sasa mzize kuwa tauwa zize ameuwa, hatimaye amelisaka amelisaka sana lengo, amelisaka sana goli la sikuda Black Stars siku, hatimaye inakuwa njema kwake, ni furaha kwa mabingwa atetezo kwa mbele. Tazama namna mambo alivyoenda.